Na mtazamaji, hivi sasa tuangazie taarifa yetuku, ambapo gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga ametakiwa kufika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na mshikamano kufafanua kuhusu matamshi anayodaiwa kutoa ya kudhalilisha kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Matamshi hayo yaliibua hisia mseto kote nchini. Kahiga pia amepokonywa wadhifa wa naibu mwenyekiti wa baraza la magavana, saa chache baada ya kujiuzulu na kuomba radhi kwa matamshi hayo. Giverson Maina na taarifa hiyo mwana, mwana ya kubo, mwana matamshi ya gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga jana wakati wa mazishi katika eneo la Kieni yalionekana kubeza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga yalienea kama moto wa nyikani kupitia mitandao ya kijamii na kuibua hisia mseto. I have decided that with immediate effect I am going to step down as the vice chair of the council of governors. Shutuma za matamshi hayo zilionekana kushinikiza kujiuzulu kwa Kahiga kama naibu mwenyekiti wa baraza la magavana na kuomba msamaha. I want to sincerely apologize to our mourning nation to the family of the right honorable former prime minister Raila Amollo Odinga, Mama Aida lakini hatua hiyo ikawa haitoshi. Baraza la magavana liliandaa kikao maalum kwa njia ya video na kuazimia kumwondoa Kahiga kama naibu mwenyekiti wa baraza hilo huku likijitenga na matamshi hayo. His Excellency Kahiga Mutai from the leadership of the council. Nacho chama cha ODM kupitia mwenyekiti wake Gladys Wanga kilitaja matamshi hayo kuwa yasiyofaa na ya kuchukiza. Uh, but in my view a mere resignation from the post of chairman, the vice chairman of the Council of Governors is, uh, insufficient to atone his, his sins. Mrengo wa upinzani ukiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pia umejitosa kwenye mdahalo huo ukitaja matamshi ya Kahiga kuwa ya aibu na kukitaka chama cha UDA kumchukulia hatua za kinidhamu. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe, ambaye aliwahi kudumu kama seneta wa kaunti ya Nyeri, pia ameshutumu matamshi hayo, akisema yanachukiza. "We are mourning with the rest of Kenyans." Na sasa Kahiga ametakiwa kufika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na mshikamano kufafanua kuhusu matamshi hayo. Yeye alipata kiti ya governor wakati former governor wa huko alikufa, kwa hivyo kwake ni sherehe. Mtu wote akikufa, sisi tunasikia tukiwa na huzuni sana. Na tumesikia ame step down, tunataka kusema hivi, hataki a step down kwa hiyo tu vice chairman alikuwa nayo katika governors. Tunataka pia awache kiti yake ya governor wewe kama haujafanya maendeleo Nyeri, wacha kuingilia Wakenya wale wengine. Sisi tunajua ya kwamba serikali imetoa pesa na tunajua ya kwamba hata nyinyi mnakuaga mmewekwa katika hierarchy zenyu vile ambavyo mnaperform kama governor, na wewe hatujai kuona ukiwa katika top governors, wale ambao wamefanya kazi nzuri. Giverson Maina, darubini.